Leo tuko katika salatu jamaa, swala ya jamaa kama tuliomaliza kuswali sasa hivi, swala ya malali. Shekhe anasema salatu jamaa fardun kifaya, swala ya jamaa ni fardun kifaya. Yani, ikitokea kwenye mji ikaswaliwa jamaa moja basi waliobaki, hata kama ataswali mmoja mmoja hawapati dhambi. Ndio natoa kwenye uzo mtu kwa sahau. hiyo ni fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezana kwenye madhehebu ya Imam Shafi, salatu ya jamaa tena, ala al rijali, itakuwa fardhu mkifaya kwa wanamume. Wanawake kwao kusoli jamaa sio fardhu kifaya, almuqimina wa kazi wa mji sio wasafiri, kwa sababu msafiri kuswali jamaa kwake sio lazima. Wala salatu jamaa faradhun kifaya ni faradhi ambayo wakiswali baadhi ya watu na watu wengine hawakuswali jamaa, wale ambao hawakuswali jamaa hawatoingia kwenye dhambi lakini ikiwa katika mji kama wa Dar es Salaam watu wote washughuliki mambo yao, hakuna pahala paliposwaliwa jamaa, sisi wote tutapata dhambi, kwa sababu kuswali jamaa ni shiaru min shaairil islam, ni nembo katika nembo ya Uislamu, kuswali jamaa. Kwa hiyo watu wakiacha nembo muhimu kama vile adhana ikiadhini adhana moja inatosha, lakini watu wote wasiadhini, mji mzima wote wataingia kwenye zano, na watu wote waache kuswali jamaa, mji mzima watu wote wataingia kwenye zano. Anasema wafaradu aini fi ljumua lakini inakuwa ni faradhi ya lazima ya kila mmoja mmoja, jamaa ya Ijumaa. Sasa pamekuwa na tofauti, jamaa ya swala za kawaida kwa madhhabu ya Imamu Shafi ni faradhi kifaya, lakini jamaa ya siku ya Ijumaa ni faradhu aini, ni faradhi ya kila mmoja. Kila mmoja lazima aswali juma jumaa, isipokuwa madhehebu ya Imamu Ahmad, yeye swala ya jamaa kwake ni waji na tukisema jamaa jamaa inaweza kaswaliwa popote pale, lakini jamaa ya msikitini ni mimbabi au la? Jamaa ya msikitini ndio bora, lakini watu wanaweza kaswali jamaa sokoni, watu wanaweza kaswali jamaa ofisini kwao, zote zinaitwa jamaa, lakini jamaa iliyokuwa bora Khilaf jay, ni jamaa ya msikitini. Kwa hiyo mhalu ikhilafu kwamba, je jamaa ni wajibu kwa kila mtu? Si wajibu kwa kila mtu, lakini itabakia kuwa wajibu katika madhehebu ya Imamu Ahmadi tu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, salatu rajuli fi jamaa, swala ya mwanamume katika jamaa, tafdhulu salatu lfadi, inakuwa bora kuliko mtu akiswali peke yake bi 25 daraja au bi 27 daraja kwa daraja ishirini na saba au daraja ishirini na tano. Sasa ingekuwa swala ya mtu kuswali pekee yake hairuhusiwi, Mt, mtu asingeweke ubora, maanake ubora, kuna kitu bora kuliko kingine. Sasa kama hakuna kitu bora, hakuwezi kuwa na mukarana, hawezi mukara, kulinganisha, yaani huwezi kuvipima kitu bora nakisokuwa kichokua bora isipokuwa kitu bora nacho kina ubora. Kuna kitu kina ubora kidogo na kuna kitu kina ubora mkubwa. Ama waliosema swala ya jamaa lazima kwa kila mtu, wameona kwamba Mtume sallallahu wa alayhi wasallam ameswali jamaa vitani. Katika vita imeswaliwa jamaa. Hasa kama kwenye vita imeswaliwa jamaa vipi kwenye amani mtu asiswali jamaa yeah. Yaani, kama kuna mtu ana uhuru wa kutokuswali jamaa, basi kwenye vita huyu mtu anao uhuru wa kutokuswali jamaa. Lakini maadhali kwenye vita mtu hakuwachwa kuswali jamaa, inabaki kuwa jamaa. Kwenye madhehebu ya wale wanaona kama ni wajibu, wanaona maadhali kwenye vita akuwachwa mtu, basi ni wajibu kuswali lakini katika madhhabu ya Imam Shafi jamaa ni fardhu kifaya. Siku moja aliwaona watu wawili wamekuja kusw wamekuja msikitini wakakaa kando, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mbona hamswali wakati wenzenu wanaswali, mbona hamswali wala, wakasema sisi tumeswali huko tulikotoka Mtume akawaambia, mkija siku nyingine msikitini, wakati mmesha swali huko mlikotoka, basi mkiikuta swala swalini, hiyo kwenu itakuwa sunna, hiyo kwenu itakuwa sunna. Hakuwaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam madhali mmeswali huko, nyie kizenu zenu sala yenu batii. Kwa hiyo, Mtume amekiri swala ya wale walioswali walioswali nje ya jamaa na nje ya msikiti lakini hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa ju'ilat hiya al-ardu masjidan wa tahura, na ardhi imefanywa kwa uma wangu ni msikiti. Maanake mtu anaweza kaswali kahala popote pale, masjidan wa tahura. Na kama mtu akikosa uzu wa maji atatumia mchanga kujitwaharisha. Kwa hiyo na hadithi hii inaonyesha kwamba si lazima mtu akaswali jamaa ya msikitini. Ingekuwa ni lazima kuswali jamaa, kwamba ukiacha utapata dhambi, basi mtume angesema, asingesema kwamba wajianilatelia auja masjidan wa tahura. Lakini swala ya jamaa ina fadhila zake kubwa sana, tutakuja kuziona wakati atakuwa anaelezea swala za fadhila ya swala ya jamaa Hapa tunazungumzia hukumu tu. Je, swala ya jamaa hukumu yake nini? Kwa hiyo swala ya jamaa hukumu yake katika madhehebu ya Imamu Shafi ni faradhun kifaya ala rijali lmuqimin, kwa wanamume wakazi wa mji wanamume lakini, wao wakazi wa mji, sio wasafiri. fi salawatil khams, katika swala zote tano ni faradhu kifaya. wa fardu aini fi juma, lakini itakuwa mifaradhi ya lazima katika swala ya jamaa ya Ijumaa. Ijumaa huwezi kusema mimi nikitaka niende nikitaka nisiende. Ijumaa ni faradhi aini, kila mmoja lazima ashiriki swala ya jamaa ya Ijumaa.